Haleluya, wacha tuendelee. Biblia inasema kwa utimilifu wake sisi sote tulipokea neema juu ya neema. Kama tulivyoona siku zilizopita, tunapokea neema juu ya neema ndani ya Yesu Kristo, na Biblia inasema ameokolewa kwa neema. Neema ishi pale. Biblia inasema kwenye kitabu cha Wagalatia ya kwamba hii ni injili ya neema. Injili ya neema inatokana na kazi ya Yesu Kristo na msalaba wa Yesu Kristo, ndiyo inayoleta wokovu, ndiyo inayoleta uponyaji, ndiyo inayoleta uzima katika miili ya watu, lakini ndiyo inayotupatia uzima wa milele. Injili hiyo haishii hapo, inaitwa ni injili ya neema. Unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya ishirini mstari wa ishirini na nne Paulo anasema ya kwamba neema, amewekwa ili ashuhudie habari ya injili ya neema, amewekwa ili ashuhudie habari ya injili ya neema mitume walijawa na neema na walibeba ujumbe wa neema. Mmoja wapo ni Stefano. Kusoma kwenye Matendo ya Mitume sura ya na, sura ya sita mstari wa nane, Biblia inasema Stefano akijaa neema na roho wa Mungu alikuwa juu yake, akafanya ishara na miujiza na mambo mbalimbali, na neno la hekima au neno la neema lilikuwa ndani yake. Ujumbe ule aliyokuwa akiutoa ulikuwa maambatana na neema, uleta mageuzi, watu waliokolewa, watu waliponywa. Ndio maana tunasema hii ni injili ya neema, watu waliokoka, watu walifunguliwa. Biblia inasema ya kwamba hivi. Mitume wakatoa ushuhuda mkubwa wa kufuka kwake kwa Yesu Kristo, na neema nyingi kawa jia wote waliokuwa wakisikiliza. Unaposoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 33. Mitume walipokuwa wanaendelea kutoa habari ya kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, neema na nyingi ya injili waliokuwa wakiitoa ilikuja juu ya hao watu. Watu walifunguliwa, watu walijengwa, watu walitiwa moyo, watu waliimarika katika neema. Wakati Paulo anamaliza maliza safari yake akaenda anasema hivi, na nawaweka kwenye neno la neema itakaoweza kuwajenga na kuwalinda na kuwatia moyo. Mitume walibeba injili ya neema. Hawawezi wakajua maana ya kufa na kufa kwa Yesu Kristo. Watu hawawezi wakajua kwa nini Yesu alitolewa pale msalabani kama kafara kwa ajili ya ulimwengu. Hawawezi wakajua thamani ya wokovu ni nini. Wacha nikwambie, ndugu yangu mpendwa. Ukiendelea kusoma nyaraka nyingi zinaendelea kusema habari ya neema ya Mungu na ujumbe mitume waliokuwa wameubeba. Soma Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 3. Paulo na Barnaba waliwatia moyo kanisa walipo waliokuwa wameokoka wakawambia wadumu katika neema ya Mungu. Baada ya kupita huko, wakaona watu wale waliokoka, maannasema hivi kwambia kwa wadumu katika neema ya Mungu. Neema ya Mungu inashughulika na maeneo mbalimbali mpendwa. Neema ya Mungu ni kazi ya Mungu kwenye mioyo yetu. Neema ya Mungu ni Mungu akitenda kazi mioyoni mwetu, sio sisi, ni Mungu akitenda kazi mioyoni mwetu kwa nguvu za Roho wake Mtakatifu ni Mungu akitenda kazi ndani yetu, tufanane na yeye, tubebe sura yake, tuishi maisha yanayompendeza yeye, tumtumikie Mungu vile Mungu anavyotaka kwa kusudi lake. Ndio maana maliu anasema, mmeokolewa kwa neema, wala sio matendo ya mtu. Tena Biblia nasema ya kwamba Waefeso moja mstari wa, mstari wa saba, usifie wingi wa neema yake ambayo ametuneemesha katika huyo mpendwa, sawa sawa na uradhi wake, sawasawa na wingi wa neema yake. Neema ya Mungu inashughulika na maeneo mbalimbali. Wacha nikwambie mpendwa, habari njema za injili unayosikia, injili inaitwa ni injili ya neema, injili inayoweza kuleta wokovu Injili inaweza kuleta uponyaji. Injili inaweza kuleta maisha ya mtu yakabadilika, akawa na sura ya Kristo, akawa na tabia ya Kristo, akaishi chini ya kusudi ya Kristo, akawaambia hata wengine nifuateni mimi kama navyofuata Kristo. Inaitwa injili ya neema, na mtendaji mkuu wa injili ni Roho Mtakatifu, anaitwa Roho wa neema. Soma kwenye kitabu cha Ibrania ya sura ya 10 mstari wa 29 mwishoni, Biblia inasema Roho wa neema funiroha neema. Na mimi nataka nikutie moyo mchana wa leo, neema ya Mungu inaweza ikakua ndani yako, inaweza ikaongezeka, au inaweza ka ikapungua kabisa itategemea vile ambavyo unaruhusu Mungu ashughulike na maisha yako, ashughulike na moyo wako. Ndio maana Waebrania kumi na mbili maandiko yanasema ukiangalia, mtu asipungukie neema ya Mungu. Maana yake inaweza ikapungua. Kwa hiyo ruhusu mkono wa Mungu endelee kufanya kazi ndani ya moyo wako kila siku itwapo hapo leo. Unaposoma kitabu cha Wakorinto wa Pili sura ya mstari wa kumi na tano maandiko yanasema hivi, neema hiyo ikiongezwa sana ndani yenu ili watu wengi watoe shukrani. Wakati Mungu anafanya kazi ndani ya moyo wako, neema ya Mungu inaonekana kupitia maisha yako. Watu wataona mambo mengine yamebadilika, wanaona sasa sura ya Kristo, tabia ya Kristo, mwenendo mzuri, mambo ambayo hawakuyaona huko Nyuma, wanaanza kuona sura ya Kristo iliyoandikwa kwa roho mtakatifu wewe unageuka unakuwa ni ubaa watu waliokuangalia nyuma wanamuona Kristo watu waliokuangalia mbele wanamuona Kristo neema hiyo ikiongezwa watu wengi watiwa watoe shukrani kwa kazi ile Mungu anafanya ndani ya moyo wako neema inaweza ikaongezwa neema inaweza ikapungua inategemea vile Mungu anashughulika na moyo wako kila siku itoapo leo unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa 2 sura 9 mstari wa 18 Hawa ni, wa, ni, ni watu walikuwa wanaombea Makedonia, nasema hivi wao wawa wenyewe waonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi au inayoongezeka ndani yenu. Walikuwa wanawaombea, lakini wakati huo wanapowaombea wanaona hawa tunaowaombea, mbona kuna kazi Mungu amefanya ndani ya mioyo yao? Wao wamepanda zaidi kuliko sisi tulivyo, wana viwango vingine kuliko sisi tulivyo, maisha yao, hali yao. Wakawaonea shauku kwa sababu ya neema ya Mungu iliyozidi ndani yao. Ruhusu kazi ya Mungu ifanyike ndani ya maisha yako. Neema ya Mungu haishii tu siku hiyo ulipokata shauri na kuokoka. Nataka nikuambie iko kazi ya msalaba inayoendelea kufanyika ndani ya moyo wako. Ni Mungu akitenda kazi ndani yako kukubadilisha kutoka kwenye utu wa kale, ubebe tabia ya Kristo. Unaposoma kwenye kitabu cha Wakorinti wa kwanza sura ya 15 mstari wa 10, Paulo anaandika anasema hivi nimekuwa hivi nilivyo kwa sababu ya neema ya Mungu na neema yake iliyokuwa kwangu haikuwa bure nalizidi kufanya kazi sana kupita wao wote. Neema ya Mungu ni Mungu akitenda kazi ndani yetu, sio akili zetu, sio juhudi zetu, sio elimu yetu, ni Mungu akitenda kazi ndani yetu. Paulo alikuwa ni msomi sana, wakati amekutana na Mungu, akagundua nguvu ya msalaba wa Yesu Kristo inavyoweza kushughulika na maisha yake, akatambua ya kwamba iko siri kwenye msalaba wa Yesu Kristo, na hiyo siri inapofunuliwa kwenye moyo wa mtu mtu anafunuliwa anaona uwezo wa neema ya Mungu, anagundua kumbe, kuna neema ya Mungu inayotoka kwenye msalaba wa Yesu. Ndio maana Mariko anasema neema na kweli zimekuja kwa mkono wa Yesu Kristo. Wacha nikutie moyo mpendwa asubi leo. Paulo alipokuwa akipita kwenye majaribu, wakati analia, anaomba Mungu alimwambia neema yangu ya kutosha. Hata wewe neema ya Mungu inaweza kukutosha, haiwezi kukupungukia leo lote ile Iwe ni kwenye majaribu iwe ni kwenye dhiki, bado neema ya Mungu inashughulika na kila eneo lakini wacha nikwambia ndugu yangu mpendwa, unaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya tisa mstari wa 8 maandiko yanazungumzia habari ya neema ya Mungu katika hali ya uchumi. Nataka nikwambia hivi hivi, maandiko nasema, Mungu anaweza kuwapa neema ya kila aina, ili ninyi mkiwa na riziki za kila aina, ili muweze kufaa kwa kila tendo chema na ili muweze kumtukuza Bwana. Bado neema ya Mungu inaweza kushughulika na maisha yako inaweza kushughulika na ndoa yako inaweza kushughulika na watoto wako inaweza kushughulika na majirani zako inaweza kushughulika na mazingira yanayokuzunguka, Mungu akakupa neema. Ndio maana kwenye msalaba wa Yesu Kristo vitu vyote viliwekwa chini ya aneos nyayo za miguu yeya Yesu Kristo ili wale wamwaminiwo waweze kupokea neema na waweze kufurahia wingi wa neema ya Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya!